Musa akamwita Joshua, akamwambia machoni pa Waisraeli wote, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana utakwenda pamoja na watu hawa hata nchi Bwana aliyowaapia baba zao, ya kwamba atawapa naye, naye, nawe utawarithisha naye. Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Usiogope uh, wala usifadhaike. Sasa haya ni maneno ambayo Musa alizungumza na wana wa Israeli. Kumbuka bie nasema, Musa ametimiza miaka mia moja na ishirini wakati wake wa kufa umefika, wakati wa kufa umefika sana. Mungu anamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wasiogope, wawe hodari, kwa sababu watafika pale ambapo Mungu amekusudia wafike. Lakini Musa anamuita Joshua, anamwambia, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana yake ni nini? Mungu alitaka Waisraeli wawe mahodari wawe mashujaa, lakini alimtaka Joshua kwa sababu Joshua alikuwa na kazi ya kuwatoa wana wa Israeli ng'ambo ya mto wa Yordani, awavushe mpaka Yordani, wavuke Yordani, lakini wafike kwenye nchi ya, ya, ya, ya, ya, ya ahadi ambayo Mungu aliwaahidia baba zao, na kwa sababu ya mambo yaliyokuwa yatawakabili mbele yao, yaliyokuwa yanawakabili mbele yao, Mungu anamwambia Musa waambie, nahitaji wawe na moyo wa uhodari, wawe na moyo wa ushujaa. Sikiliza mtumishi wa Mungu nayesikiliza sasa, Mungu anahitaji watu hodari. Mungu hahitaji watu fulani dhaifu sana, watu fulani ambao hawawezi kusema chochote, watu fulani ambao hawako tayari kujitoa kwa jinsi walivyo kumtumikia. Mungu hahitaji watu magoigoi, ili kwamba eti ndo hawatumie kwa ajili ya kutimiza makusudi yake. Hapana, Mungu anahitaji watu hodari. Ikiwa unataka Mungu afanye kazi na wewe, lazima uwe mtu shujaa, lazima uwe mtu hodari. Mungu hatumiki na watu waoga waoga. Mungu hatumiki na watu wenye hofu hofu. Inawezekana umekuwa na hofu kwa muda mrefu, pengine Mungu anakuita ili ufanye kazi yake. Inawezekana Mungu anakutuma mwanangu, ufanya hiki Toa, toa, tumika kwa ajili yangu. Mwanangu, nenda mahali fulani, panda kanisa, unitumikie. Mwanangu, toa fedha zako Jenga kanisa mwanangu, toa fedha zako, sapoti injili. Lakini kwa sababu umekuwa na hofu, umekuwa na woga, huna ushujaa ndani yako, huna uhodari ndani yako, umebaki vile vile ulivyobaki. Nataka nikwambie, Mungu anataka uamke sasa, uwe hodari, uwe shujaa. Mungu alimtaka Joshua awe shujaa. Hata ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa tano mpaka wa saba na ule mstari wa tisa, utaona Mungu anamwambia Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa kwa maana ni wewe utakayewapeleka watu hawa katika nchi ya ahadi, ni wewe utakaye... uh, ni wewe ambaye utawagawia urithi watu hawa. Lakini Mungu anamwambia Yoshua, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, nami nitakuwa pamoja na wewe popote utakapokwenda? Sikiliza, Mungu anahitaji watu hodari. Ukiwa na moyo mkuu, ukiwa na moyo wa ushujaa, mtu asiyekuwa na hofu, mtu asiyekuwa na mashaka, nataka nikwambie Mungu atakutumia na atakufikisha kwenye hatima, lakini weka hofu pembeni, weka mashaka pembeni. Nataka nikwambie kukosa ushujaa, kukosa uhodari, yani kujawa na hofu, wasiwasi, mashaka, kwamba itakuwaje, ndio kumesababisha watu wengi wanaanzisha mambo, alafu wakikutana na mambo magumu, basi wanaacha kufanya yale mambo mazuri ambayo walikuwa wameanza kuyafanya. Tumeona watu wengi wameanza huduma, zimeishia njiani walipokutana na changamoto, hofu ikaingia, mashaka yakaingia, wakaacha zile huduma. Wengine walianzisha biashara, ikafika mahali wakaanza kuogopa, wakaogopa, hofu zikaingia, walipopata tu hasara mara moja, wakafunga biashara zao. Nataka nikwambie, kama waliwahi kufunga biashara kwa sababu ulipata hasara, nataka nikwambie, amka tena, anza upya, kwa sababu shujaa ni mtu ambaye anapoanzisha jambo lazima alifikishe kwenye hatima yake. Inawezekana Mungu alikutuma, Mungu alikupa kazi, Mungu alisema na wewe ili uweze kufanya jambo fulani, ili uweze kutumika kwa jili ya kazi yake, lakini ukafika mahali ukaacha, ukaacha kufanya kile Mungu alikutuma kufanya. Nataka nikwambie, amka, wewe ni shujaa, sio mtu goigoi goi, inuka tena, jitie nguvu uwe hodari na ushujaa mwingi, maana Mungu amekusudia akutumia wewe ili kuliinua taifa, ili kuliinua kanisa lako, ili kuwainua watumishi wa Mungu, ili kuipeleka injili mbele. Mungu amekusudia akutumikia, akutumie wewe, akutumie wewe, lakini lazima uwe na moyo shujaa, uwe na moyo wa uhodari. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sasa tunapokwenda kwenye kipengele uh, kingine katika somo letu uh, tutaanza kuangalia hii sehemu ya kwanza ya somo letu ambalo inasema uh, ni kwa namna gani unaweza kuwa uh, shujaa wa imani. Hiyo sehemu iliyopita uh, naweza nikasema ilikuwa ni utangulizi wa somo letu lakini sasa twende moja kwa moja kwenye sehemu ya, ya kwanza ya somo hili la amka ewe shujaa. Sehemu ya kwanza inasema ni kwa namna gani unaweza kuwa shujaa. Ni kwa namna gani unaweza kuwa shujaa. Najua wewe kama mtumishi wa Mungu uh, kama mtoto wa Mungu unatamani kuwa shujaa katika kile ambacho unafanya, unatamani kuwa hodari katika kile ambacho uh, unafanya. Aidha unafanya kazi ya utumishi, inawezekana una biashara yako, una kazi yako, una mradi wako unafanya, una jambo fulani unafanya na unatamani Mungu akubariki na akusaidie, akuvushe katika hayo, akufanye kuwa shujaa, ili hata wanaokutazama wakikutazama waseme hakika, huyu ni shujaa katika eneo fulani la kihuduma, ni shujaa katika eneo fulani uh, la kibiashara ni shujaa, katika eneo fulani ambalo Mungu amemweka, basi kuna mambo lazima uyazingatie, ili uweze kufanyika kuwa shujaa. Haitokei tu kawa shujaa kama bahati, kama embe inavyoanguka juu ya mti kwenda chini. Hapana. Huwezi tu ukawa shujaa eh, kwa kutokea tu kama mlipuko hivi, no, no, no. no, no, no. Kuna mambo lazima ufanye ili uwe shujaa katika kile ambacho unakifanya, na inawezekana ni shujaa ambaye uh, umelala, imebaki tu kuwa kuwa historia. Mimi nilikuwa hivi, mimi nilikuwa hivi, mimi nilikuwa hivi, mimi nilikuwa vile, nilikuwa mwana maombi mzuri, nilikuwa mhubiri mzuri, nilikuwa mfanyabiashara mkubwa, nilikuwa mtu wa namna ile na namna ile, lakini sasa hayo yote hayapo tena, imebaki ni historia. Nataka nikwambie kuna uwezekano tena wa kuinuka na ukasimama na ukawa shujaa katika kile ambacho unakifanya na ukawa hodari sasa. Uh, ili uweze kuwa shujaa Jambo la muhimu ni hili, ni kufanya kile unachokifanya kwa ubora na kwa kiwango kinachombariki au kinachompendeza Mungu. Yaani, unapofanikiwa kufanya kile unachokifanya kwa ubora, napozungumzia ubora na maanisha kwa kiwango kinachotakiwa, kwa kiwango ambacho kinagusa moyo wa Mungu kwa kiwango ambacho kinampendeza Mungu, hapo ndipo Mungu anakusaidia au anakupa uwezo wa kufanyika kuwa shujaa au mtu hodari katika hilo eneo ambalo unafanya. So kile ambacho unakifanya, kwa mfano wewe ni mtumishi wa Mungu, let's say ni mchungaji, unafanya kazi ya kuchunga kondoo wa Bwana, ili uwe mtu shujaa kwenye eneo la kuchunga watu ni lazima uchungaji wako uufanye kwa viwango, uufanye kwa ubora, usilipuelipue uh-huh. Mtu anapokuja kutaka ushauri kwako kama mtumishi wa Mungu, ni vizuri umshauri kwa viwango vinavyotakiwa, usilipuetipue tu. No, no, nonono. Haijalishi yukoje, ni masikini ni tajiri, ana kitu au hana, yukoje, haijalishi mwonekano wake, lakini wewe fanya sehemu yako kwa ubora. Ni mwalimu, unafundisha, aidha unafundisha kanisani unafundisha shuleni, unafundisha maeneo mbalimbali ambayo unafanya kazi yako. Basi ili ufanyike kuwa shujaa, ufanyike kuwa hodari na Mungu akubariki kwenye hilo eneo, lazima ufanye kwa ubora na kwa viwango vinavyombariki Mungu, vinavyowafurahisha hata wale watu ambao unawahudumia. Ukifanya chini ya ubora, ndaka ndikuambie, huwezi kubarikiwa na Mungu ukifanya mambo chini ya kiwango ukifanya mambo chini ya ubora unaompendeza Mungu na wanadamu, nataka nikuambie huwezi kufanikiwa, huwezi kutokelezea. Ukifanya kwa kulipualipua, labda umepewa tu kazi fulani ufanye, huwezi kuwa hodari na shujaa kwenye hilo eneo, kama hautafanya kwa ubora unaompendeza Mungu au unaombariki Mungu. Nikupe tu mfano kabla hatujaenda kwenye kwenye kuangalia mifano ya kibiblia lakini nikupe tu mfano mdogo, kwamba labda wewe ni mfanyabiashara, hebu fikiria ni mfanyabiashara, pengine unatengeneza biashara uh, ya mandazi mandazi, unafanya biashara ya mandazi. Au pengine si mfanyabiashara wa mandazi, lakini wewe ni mpenzi wa mandazi. Umekwenda mahali unakuta watu wanatengeneza mandazi mandazi. Kuna mandazi yenye ubora yenye viwango, na kuna mandazi mengine hayana ubora. Unafikiri utachagua mandazi gani? Bila shaka utachagua lenye ubora, andazi ambalo hata ukilikata ndani unakuta ndani limejaa, liko vizuri, halijajaa upepo. Kama uta, utatengeneza mandazi ambayo ndani yamejaa tu upepo, ni dhahiri kwamba wateja